Kitanda cha mwanamke hakitakikanwi kukosekanwa mito, iwe ni miwili ni mitatu ni minne, kadri ya uwezo wako. Mito pamoja na vitambara vitatu spesheli. Ikiwezekana pata vitambara vyeupe, maana rangi nyeupe inaashiria amani pale kwenye kitanda chako wewe kama mwanamke unakuwa na hivi, vitu hivi ambavyo nimekuambia matumizi yake ni gani? Hii mito jamani, kuna staili zingine wakati wa kuzaga mwana mito inatumika. Ndio utatumia hiyo mito, labda pengine uh, mumeo ama mpenzi wako anahitaji mahali pa kubinua, kwamba ubinuke vizuri eh? Atatumia ama mtatumia hii mito kuongeza ili wewe mwanamke uweze kubinuka vizuri, nategemea na, na staili jamani, maana staili ni nyingi. Mbali na hiyo mito, hivi vitambara vitatu. Sasa vitambara speciali vitatu vinatumika wapi, ama kazi yake ni gani? Hivi vitambara, kitambara cha kwanza, baada ya kwenda raundi kama moja hivi, kishamaliza mumeo kashusha wale wazungu weupe. Baada ya kushusha, hiki kitambara cha kwanza unahakikisha umekigusisha, umekiloweka kwenye maji, na haya maji si maji baridi, unahakikisha ni maji ambayo yako na moto, yani vuguvugu ile. Maana nikisema moto haimaanishi moto ambao uende ukamchome mwenzio, hapana, yanakuwa na yule uvuguvugu. Na wakati unapomfuta kwa sababu baada ya kushusha hawa wazungu, jamani, usitumie shiti ama nguo yako ama yake kufuta mwenzio, kumnadhifisha. Tumia hiki kitambara cha kwanza ambacho nimesema, utakuwa umekiweka kwenye maji, maji yaliyo vuguvugu, utakuwa unampangusa mwenzio, na unapompangusa kwa sababu kile kitambara kitakuwa kiko na maji ambayo yako na uvuguvugu, pale pale unakuta chuma kimeamka hapo inakuwa rahisi sana kutafuta bao la pili na hata la tatu. Sasa kitambara cha kwanza umemfutia, baada ya kumfutia, kwa sababu maji yako uvuguvugu, chuma kinaamka tena, twende goli namba mbili, unatafuta pale. Mmekwenda mmecheza manyobwe mapenalti, eh, vichwa mafaulu, mmekwenda pale gemu bwana. Tena ndo hivyo tena, mamumeo kashusha wale wazungu. Baada ya hapo, kile kitambara nambari mbili utakuwa unatumia sasa kumsafisha mumeo, kile kifimboteza cha kwake unakinadhifisha, unaambua. Baada ya kupika unaosha mwiko pamoja na sufuria. Sasa kitambara namba mbili unaoshea mwiko unapangusia ule mwiko usibaki na uchafu, jamani. Kitambara namba tatu utakuwa unatumia wewe mke, wewe mwanamke kujifutia. Na wewe uli unahakikisha mume ni msafi, wewe nawe pia unakuwa msafi. Usikubali shiti ya kwako ikajaa uchafu wa manii, hata wakati wa kufua, kwa sababu wengine wetu unakuta kwamba hufui wewe binafsi shuka zako ama zile shiti zako, unampa dada wa kazi. Unapotumia hivi vitambara vitatu, hata shiti zako utakapompatia dada wa kazi, hata ziona na manii ama hata ziona na wazungu, maana mara nyingi madada wa kazi wamekuwa wakilalamika Mtu unampa shiti ya kufulie, unakuta zimejaa wazungu chungu nzima, mpaka mtu anasikia roho inamgeuka wakati anafua. Isifikie hapo. Mwanamke aliyekamilika ni yule anayehakikisha kwamba kitanda chake, mbali na kuwepo na shuka, mbali na kuwepo na mito, haik hakikosi vitambara hivyo vitatu. Na kama nilivyokueleza, matumizi yake, vinatumika wapi hivi vitambara? Hapo ndo matumizi ya hivi vitambara wanawake. Tumeelewana kuwa mwanamke mstaarabu, mwanamke anayehakikisha kitanda chake kina vitambara vitatu, ni mwanamke mstaarabu aliyestaarabika, na anayejua thamani ya kwamba yeye ni mwanamke. usitumie t